Kutoka Yanga hadi FIFA, Hersi apewe ya maua yake. Ni maneno ya David Pascal maarufu kama Frigi Bov, ambapo ameweza kufungua kudai kwamba rais wa Yanga Sport Club Enjinia Hersi Saidi na mwenyekiti wa virabu barani Afrika aka ameteuliwa na FIFA kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano yote ya vilabu kwa upande wa wanaume duniani kwa kipindi cha miaka minne kuanzia mwaka 2025 hadi mwaka 2029. Tumpe maua yake injinia Hersi. mpira anaojua mpira anaojua, mpikisha mpira unamhitaji, kama nchi tunajivunia sana uwepo wake katika mpira wa miguu. Ni maneno ya David Pasco ambaye ameweza kufunguka baada ya shirikisho la mpira duniani FIFA kuweza kumteua kuweza kumteua injinia Heris Saidi kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya wanaume duniani FIFA, ambapo katika uteuzi huo ataweza kutumikia kwa takribani miaka minne ya huku akiwa kama mjumbe. Ikumbuke kwamba injinia Heris hakuweza kupitia kwenye vyeo vingine ndani ya shirikisho ila aliweza tu kuweza ku kutoka klabu ya Yanga mpaka kwenda Ambako huko aliweza kuteuliwa na kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ambapo inajulikana kama CAF. Lakini baadaye baada ya kutumikia vizuri FIFA, wakamona kwamba ni mtu ambaye anaonesha nia na ubunifu na weredi mkubwa zaidi kwenye maswala ya michezo, hivyo wameamua kumpa kitengo kingine na kuwa mjumbe huko. Wengi kidai kwamba huenda engineer Heris ndiye mwenye mpira wake, ndio maana mafanikio yanapatikana kwa Yanga kutokana na yeye kuwa anaujulia vizuri mpira huo. Ikumbuke kwamba engineer yeye hakusomea maswala yote ya, ya, ya mpira ila amesomea masuala ya uinjinia yani huko ndiko ambako amesomea zaidi, ila huko kwenye mpira kumeonekana kuna mfaa zaidi kwa kuwa amepata mafanikio makubwa zaidi akiwa na club ya Yanga, kwa kuwa ndani ya miaka minne ambayo ametawala ya Yanga ameweza kuchukua makombe manne mfululizo ya NBC Premier League, yani back Bak, lakini pia ameweza kufanikisha klabu hiyo kufika fainali kombe la shirikisho barani Afrika, akafanikiwa kufika robo finali club bingwa barani Afrika na akafika makundi g klabu bingwa barani Afrika na kumfanya awe mwenye mafanikio makubwa zaidi kati ya wale viongozi ambao washai kwenda na kuitawala klabu ya Young African Sports Club kutokea Tanzania.